Alhamdulillah, ulamaa wanasema mtu kama anabeba najis mm, katika mwili wake wewe, sala zake itakuwa sahihi, na mara nyingine bicha nyingine, kama mtu anabeba najis sala zake sio sahihi. Kivipi Sheikh Abubakar, wao misali, kumbe mmenibeba haba lesu au kitambaa ina najis, umesahau kutoa, yuko hapo misali Mana kwa wewe umebeba najisi sala zako sio sahihi. Lakini najisi kama unashika wewe, mkojo umekushika, asemaje ni sahihi na kati ni kinyume ya hadithi ya Muhammad sallam. Lakini umesali mkojo umekushika, sala zako sahihi kwa sharti, wakati unasali khushu yako asiondoke. Yaani sio una, una, unasubiri tu una, mm. imam, uh, hii huna sala. Tu wanasema hana sala mtu ambaye anasali wakati inambana haja kubwa na haja ndogo